Lecture inayofuata sasa, tunataka tuangalie forex marketing terminologies au mechanics au lugha inayotumika katika ku define vitu tofauti tofauti. Tuanze na concept ya kwanza, entry. Entry maana yake ni eneo ambalo unaweza ku place order yako, ndo entry area. Yani kama mwingilio, as simple as that, ambacho katika kiingereza cha kawaida inaeleweka, entry ni ingilio la order yako sokoni, either umebuy au umesell. Unapoingilia ndo entry area yako. Exit point ni sehemu inayotokea kwamba bwana nimepata pips tano as we said, pips ni point in a value, percentage in a point, ambayo ndo price tuna inakuwa measured in the forex market. Kwa hiyo unamaanisha pips ndo ile value of money that we measure in forex market. Kwa hiyo tukisema kwamba this is our exit point, ni sehemu ambapo umeshachukua oda yako, unafunga oda yako either in profit au in loss, because in trading we expect two things au two outcomes, either profit au loss, kwa hiyo entry unapo exit, unapo, sasa, ambayo ni buying, ambayo tu, ni unapoingilia. Exit ni sehemu hapo unafunga oda yako trade position. Ziko za aina mbili, kuna kwa long long position. Position, hiyo tumeshaelewa kwamba market position zipo mbili kuna long position ambayo ni kubuy na short position ambayo ni kusell. Another concept ni bullish na bearish. Ni concept ambazo zinatokana na, naweza tukasema kwamba ni maneno fulani vya jadi, ambayo ni concept ambazo zinatoka katika wanyama wafatao, bulls. Bulls ni wanyama ambao katika kuattack wanaattack kwa kutumia mapembe yao, pembe zao ndo zinatumika kumattack mtu, aidha kwa kumchota na kumtupa juu. Kwa maana kwa kwa ya kwamba soko linapopanda juu, tunakonsida hiyo concept kama bullish momentum, lakini pia kuna bearish. Bearish ni bee bear, ambaye ni mnyama ni hiyo. So kwa kwa ni misemo ambayo inatumika katika forex market kuelezea n limeshuka nafikiri. Mpaka hapo, the key terms ambazo zinakuwa zinatumika ndo hizo. Kwa cha kwanza tumeongelea bullish, tumeongelea bears, tumeongelea long position, short position, short and clear. Hizo ndo mechanics za forex au terminology zinazotumika katika forex marketing. Thank you, meet you in the next lecture.